Nam warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Aggy e, ameweza kumvaa Kajala baada ya video kusambaa zikimwonyesha Kajala akiwa anacheza na Harmonize kwenye party ya mjukuu wa Kajala anaenda kwa jina la Amara, ambaye ni mtoto wa Paula na Mario. Sasa kama unavyojua Aggy alishawahi kuwa na mahusiano na Harmonize kama inavyozungumzwa na wengi, lakini aliweza kufanyiwa mahojiano na kituo kimoja cha habari na kusema kwamba eh, Kajala ni kama anakosea sana kwanza kuwa na mahusiano na Harmonize, kwanza nataka kujua kabisa kwamba uh, yeye ni bibi na ana mjukuu. Sasa kwa nini, kwanini awezi eh, kujizalilisha na vitu kama hivyo na vile unaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho anaweza kuongea uh, kupitia Mino TV na hapa credit Mino. So uh, baada ya kuongea maneno hayo uh, Aggy eh, na kuweza kusema vibaya Kajala, na kusema kwamba anayoyafanya hayaendani na yeye jinsi ambavyo mambo yanaenda kwa sababu ilitakiwa atulie na si kuzunguka kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kusika tension kwa watu, kwa sababu haviendani. Kwa hiyo huyu mwandishi akauliza kwamba kwani huyu Aggy huwa wana tofauti gani na Kajala, mbona huwa wanamwangelea sana? Manake sio mara ya kwanza kumzungumzia Kajala. Sasa maoni ya watu, we wakaja kumvaa Aggy. Mmoja kaandika, na wivu kwa sababu yeye hana sura pia hana mvuto unajua una na sura unaoka mvuto. Mwingine sana matatizo moyo dada, kingine acha wivu eh. Mashabiki nasema kwamba kiukweli ana wivu sana na Kajala, anatamani angekuwa yeye. Mwingine asema michezo tu eh. Msema huyu dada kwa ni nani, na anaongea kama nani yeye yani, anaongea kama nani? Kwa sababu hatumfaa. Mmoja kaandika kwamba ulitaka kuchukua, kuchukua wewe wewe mwenyewe Agnes utakuwa unamtaka Harmonize kwa sababu kwa sababu si kwa maneno hayo ambayo anaendelea kuzungumza, alafu Kajala mwenyewe hana muda naye, au na sio? atolee kwa lake hapa. Huyu shabiki anasema kwamba atolee kwa lake, nenda zako, mwache mwanzio kua, ungeweza e, msabini uiache bana, sema ni ukweli, Kajala alifaa msane, Harmonize lakini sio kumrudia, eh ni tamaa na njaa kwamba kumnodia Harmonize ni tamaa pia na njaa, lakini akaja kusema mdada, kama wee ndio Mungu, unajua kesho ya Konde na kaja. Shiba mwingine sema, mbona mnaingia mapenzi ya watu? Ana bausu, anahusu nini? Acha wafurahi, Mungu ndio anapanga, wewe huwezi jipangia. Unamwonaje kuhusiana eh, na maoni ya mashabiki liomvaa hagi kwa ajili ya kuweza kumzungumzia vibaya Kajala? Tuma maoni yako kisha subscribe.